Bila kupoteza wakati eh, nianze na gazeti Mwananchi limeandika nini kwenye ukurasa wa mbele? Limeandika Daktari Mwigulu au akiingia kifua wazee eh, aonya tabia ya vijana kujibizana kwa kejeli wazee na viongozi wa kiroho ahimiza uvumilivu wa kiimani wachambuzi wafafanua kauli yake. Eh, ukurasa wa tatu gazeti Mwananchi utapata undani wa taarifa hiyo. Lakini SUK bado kizungumkuti, siku tisa za salia. Ukurasa wa pili gazeti hili eh, Mwananchi Tanzania limeandika hivyo wasiwasi serikali ikianza kutekeleza mkakati wa KKK eh. Ni ukurasa wa nne utakutana na taarifa hii ya kutengenezwa kwa mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Ukurasa wa nne utapata undani wa taarifa hii kwenye gazeti Mwananchi Tanzania. Nusu ya watahiniwa kidato cha nne wapata daraja la nne sifuri. Ukurasa wa 16 gazeti hili mwananchi Tanzania limeandika hivi. Niweke kando gazeti hili e, nisogeze kiganjani kwangu gazeti nipashe, gazeti nipashe, mwanga wa jamii. Siku ya sheria, mwabukusi achambua mafanikio tulikokwama. E, adadavua sheria mbalimbali akionyesha matobo na maneno tunayofanya vizuri na maeneo tunayofanya vizuri, namna makosa yamegeuka kuwa chanzo cha mapato, lakini mkwamo katika katiba mpya. Ataka jeshi la polisi lifumuliwe, wabunge wasiwe mawaziri, huku posho mishahara ikipunguzwa, majaji waombe kazi. Ukurasa wa pili gazeti hili la Nipashe. Wadau waona tatizo Kangi Shabibi kuitwa TAKUKURU eh. Ukurasa wa nane gazeti hili hili la Nipashe mwanga wa jamii limeandika sekondari zenye majina ya viongozi za boronga za faulisha eh, yote hayo yapo kwenye hizo sekondari zenye majina ya viongozi Ukurasa wa tano gazeti hili, hili la Nipashe mwanga wa jamii, mahakama ya mnusuru miaka thelathini jela kwa kubaka e, mwanafunzi. Ukurasa wa tano gazeti hili hili Nipashe mwanga wa jamii, lakini Ulega aagiza mkataba wa, wa mkandarasi China uvunjwe sheria imbane. Ukurasa wa tano utapata undani wa taarifa hiyo. Tanzania yaendelea kuimarisha uhusiano kidiplomasia Ulaya, ukurasa wa nne gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Ulega agiza mkataba wa mkandarasi uvunjwe, ni mwendelezo wa taarifa huu kama ulivyojitokeza kwenye kurasa za magazeti mengine. Ataka asipewe kazi tena nchini, asema sheria itafuatwa, awanyoshia kidole wanaoisababishia hasara serikali, ukurasa wa nne, gazeti hili Majira limeandika. LATRA yasitisha kampuni nne kutoa huduma za tiketi, ukurasa wa nne, gazeti hili Majira limeandika hivyo. Tanzania yafungua milango kuimarisha uhusiano na EU ukurasa wa tatu, gazeti Majira gazeti huru la kila siku limeandika hivyo. Lakini makatibu tawala wa mikoa wa nchini wapewa maelekezo. Maelekezo gani? utayakuta kwenye ukurasa wa nne, gazeti Majira ameandikwa e hivyo. Waziri Balozi Musa aimwagia uh, sifa benki ya TADB. Ukurasa wa tano utapata undani wa taarifa hiyo. Zaidi ya watu mia mbili wafariki katika mgodi ulioporomoka DRC, ukurasa wa 19 kwenye kurasa zile zinazoandika taarifa za kimataifa. Hatari sana, uh, madereva wa mwendokasi elfu moja na hamsini watakiwa Qatar. Ukurasa wa tatu gazeti Majira umeandika taarifa hiyo. Lakini Profesa Mkenda afunguka utekelezaji ahadi za Samia, ukurasa wa nne gazeti Majira, gazeti huru la kila siku limeandika hivyo. Eke kando gazeti Majira. E, sasa nigeuze kwenye zile kurasa za nyuma za magazeti haya niliokupitisha. Nianze na gazeti hili Mwanaspoti, lenyewe limeandika kwenye ukurasa wa mbele kabisa e, agomea ishu ya boka kule, ni fainali. Pedro anasema litakufa jitu. Gazeti hili hili Mwanaspoti utapata undani wa taarifa hii kwenye ukurasa wa wa kumi na wa kumi we na moja imeandika hivyo, kwa ni wewe tu kutafuta nakala yako asubuhi ya leo ili upate undani wa taarifa hiyo e. Lakini simba da hesabu zinakuja zinagoma, ukurasa wa kumi. Taarifa hii utaipata kwa undani kabisa, lakini wikendi hii kulikuwa na michezo e. Timu kubwa za Tanzania zimecheza na timu za kigeni, wote wametoka na pointi moja. Yani yanga juzi ametoka ya moja moja, simba jana ametoka mbili mbili. e, amna wakumcheka mwenzie, vijiwe sahivi vimetulia, lakini jicho la mwewe edo kumwembe anasema yanga moroko inaweza. Ukurasa wa kumi na tano utapata undani wa taarifa hii. Azamu ya nasa Nigeria eh? Iko hivyo. Lakini Arseno pigo tena kivipi? Gazeti Mwanaspoti limeandika hayo, utapata undani wa taarifa hii. Lakini leo TPL, leo Jumatatu, mtibwa shuga na prison saa kumi kamili jioni ni pale Jamhuri Dodoma eh, kinaumana ni gazeti Mwanaspoti hilo limeandika.